Niwapongeze viongozi yeah, wenu kujengewa stendi. Kwanza mimi sijawahi kusikia, nimekuwa mkuu wa wilaya maeneo mbalimbali, sijawahi kuona mahali halmashauri inachukua hatua ya kujenga stendi kwa ajili ya bajaji. Sasa milioni 38 zimewekwa hapa, madiwani wenu wakakaa wakasema hapana, pale wanapopaki madereva wa bajaji pana matope mengi sana. Nawa nao ni watu wanahudumia watu wetu, hebu tuweke mahali ambapo hawatachakaa hawatapata uchafu mwingi. Lakini waambie habari njema, tumeshatenga zaidi ya bilioni moja wakopeshene akina mama na vijana na ninyi wengi nikiwatazama usoni yeah. Vijana mnayo, yeah, sifa ya kukopesheka. Hotuba hii sasa, natamka rasmi kwamba stendi hii ya madereva wa bajaji katika manispaa Songea, ambayo imejengwa kwa fedha za mapato ya manispaa, mapato ya halmashauri ya ndani, sasa tumeifungua rasmi na ianze kutumika rasmi kwa ya ndugu zangu hawa kupewa mafunzo ya ulinzi na usalama. Katika shughuli zenu, mnachukua watu wa tabaka nyingi wenye tabia tofauti tofauti, kwa hiyo usalama wa nchi yetu unaanzia kwenu, maafisa ya usafirishaji. Lakini pia mtakapounda vikundi, kuna haja, mheshimiwa mkurugenzi, kufikiriwa na wenyewe kupata vikopo. Tunaishukuru sana sana sana serikali kwa kuona sisi kama maafisa wa usafirishaji ambao tulidharaulika sana, lakini leo hii tumepewa hadhi, tunathaminiwa na kuonekana sisi wa thamani kubwa mbele ya jamii. Jamani, hii ni kazi kama kazi nyingine. Pongera sana kwa serikali.